Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na majibu mazuri ya Serikali, na kwanza naipongeza Serikali kwa jitihada mbalimbali mbali ambazo wanazichukua, lakini ilikuwa na maswali mawili ya nyongeza. Swali so, la kwanza Mheshimiwa Mwenyekiti, kumekuwa na changamoto hasa kwa wanafunzi wetu hasa wa msingi ambao wanapanda kwenye school, kwenye school bus, unaweza ukakuta mwanafunzi anaweza kufika mwaka mzima hajawahi kukaa kwenye siti. Je, Serikali hamwoni haja sasa ya kuandaa au kutoa kauli maalumu kwa, sku, uh, kwa skuli zetu ambazo zinatumia school bus ili kuona sasa wanaweza kuwasaidia kwa kuweka matron na patron katika school bus. Lakini swali langu la pili Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na jitihada hizo zinazochukuliwa, bado mmongonyoko wa maadili umeendelea kuwa changamoto katika skuli zetu. Je, yes, serikali haioni sasa kuweka nguvu maalumu sasa kwa kuandaa walimu maalumu wa maadili katika skuli zetu nchi nzima? Majibu ya maswali hayo Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nianze kwanza kumpongeza mbunge wa vijana Mheshimiwa Latifa Hamis Juakali kwa swali lake ambalo linalenga kuendelea kutengeneza mazingira salama zaidi kwa ajili ya wanafunzi wetu, na hasa kipindi wanapokuwa wanaelekea shuleni, lakini vile vile hata wanapokuwa nyumbani, kwa maana usalama wa wanafunzi ni kuanzia nyumbani, njiani, mpaka shuleni. Kuhusiana na swali lake la kwanza, tayari Serikali imeweka utaratibu mzuri na maelekezo yalishatoka kwamba kuwe kuna patron na matron kwenye mabasi yanayowapeleka watoto mashuleni. Yote hiyo ni njia mojawapo ya kuhakikisha watoto wetu wanakuwa katika mazingira ya usalama kuanzia nyumbani, wanapokuwa njiani, lakini pia wanapokuwa wapo shuleni. Lakini kuhusiana na swali lake la pili, kuhusiana na walimu maalum kabisa wa maadili, kama nilivyotangulia kujibu kwenye jibu la msingi, serikali inaendelea kuongeza mafunzo kwa wadau muhimu ikiwemo waalimu na katika mwaka 2024 2025 yameendeshwa mafunzo kwa waalimu elfu saba mia nne hamsini na moja kwa ajili ya ushauri na, na, na unasihi, lakini wakuu wa shule za msingi elfu kumi na saba mia nane kumi na saba maafisa maendeleo ya jamii ngazi ya kata mia tisa wenye viti wa kamati za shule elfu moja mia tisa themanini na wenye viti wa bodi za shule mia tano themanini Kwa hiyo sio tu walimu ambao wanaandaliwa kwa ajili ya kusimamia maadili na usalama wa wanafunzi wanapokuwepo shuleni, lakini kuna na wadau wengine ambao na wenyewe wanajengewa uwezo ili kuhakikisha kwamba wanafunzi wetu wanakuwa wapo salama.